Kwanza nianze kwa moyo wa shukurani sana. Kwanza tunaishukuru serikali, hizi fedha zilikuja kwa ajili ya ukarabati, lakini baada ya hapo hizi fedha, wataalamu wetu pamoja na baraza la madiwani tukaona hizi fedha zinaweza kutusaidia kujenga jengo lilizo kubwa ambalo linaweza likakizi haja ya kituo hiki cha Kibena ambacho ni kikubwa. Kwa sababu kabla ya hapo hiki kituo kilikuwa kina operate kama hospitali ya mkoa kabla ya kuwa na hospitali ya <coughs> mkoa hiki, niki, hii ni hospitali pia. Kwa hiyo zile huduma ambazo zilikuwa zinatolewa hapa hapa hatujawahi kuzihamisha, bado zinaendelea kutolewa katika eneo hili. Kwa hiyo hii sasa ni hospitali kubwa ya wilaya ambayo sasa inataraji iwe na hadhi yake ya kwamba hii ni hospitali ya, ya, ya, ya wilaya. Kwa hiyo maamuzi hayo, kwanza mimi napongeza sana kabisa kabisa, lakini cha pili napongeza pia serikali kuu chini ya daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi hizi kwenye kituo hiki hapa zaidi ya milioni mia tisa. Kwa awamu ya kwanza zinaanza mnaona, ghorofa hili zinajenga. Watu wa zamani wanasema msione vyaelea vimefanya nini, vimeundwa na waundaji. Ndio ninyi hao hao kwa sababu ndio kodi zenu za Watanzania. Lakini cha tatu nitaka kupongeza pamoja na kumpongeza Mheshimiwa mbunge na madiwani wote, wenye viti wa mitaa, kwa kukubali, kwa ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba majengo haya yanajengwa kwenye kituo chetu cha Kibena lakini zaidi ninamshukuru ninaoshukuru maamuzi yenu kama kama kama wataalamu, mkandarasi mzawa wa kuletwa kwa ajili ya kujenga eneo hili, na tunashukuru kwa ajili ya hicho kitu, kwa sababu mojawapo ya mpango wa serikali kama mnavyojua sasa hivi vipao mbele vyetu ni kuhakikisha wakandarasi wa ndani wanapata nini miradi ili watengeneze ajira kwa Watanzania. Lakini sio hivyo tu kutengeneza ajira kwa Watanzania, hizi fedha zitabaki wapi? Hapa nchini, kuliko mkandarasi wa nje ukimlipa, anayepeleka wapi? Anapeleka kwao, alafu baadaye zinarudi, anakuja ameshanunua na kila kitu, anakuja yeye kuweka tu. Kwa ndio maana lengo la serikali, tunaendelea kuhamasisha sasa wakandarasi wa ndani wanaopewa kazi za serikali miradi ya serikali wajitambue, sio kusukumana, yani wapambane wa imani ile ile ambayo serikali imewapa ya kuwapa kipaumbele, nao watoe kipaumbele kwenye miradi ya serikali, kuimaliza kwa wakati, kuimaliza kwa haraka, sio kwa kusukumana, sababu kama hapa kila kitu kipo, itakiwa tu tushafikia umbali kidogo. Ndio maana namwambia tena mkandarasi kwa makubaliano ya mkataba wenu mlio nayo mnapaswa kuyatekeleza kama mmalize yani, na hapa muongeze idadi ya watu wanaofanya kazi hapa. Hamwezi mkakaa na watu tisa tu, mnakaa na watu tisa mnaenda mnasuasua, haiwezekani. Kwa lazima iongezeke hiyo nguvu, ongezeni idadi ya watu tunachotaka wananchi hawa wanataka matokeo, kwamba sasa wananchi, ili jengo limekamilika, liko vizuri kama ilivyopangwa, sisi tunakuja hapa tunawapigia makofi, hata mkandarasi tunampigia makofi. Lakini asipomaliza atakuwa na wakati mgumu, atakuwa na wakati mgumu kwa. Tunachotaka aongeze spidi, lakini aongeze idadi ya wafanyakazi hapa kwenye saiti ili tukimbize hili jengo kwa sababu ikishafika mwezi wa tisa tunaanza tena masika, kwa ni almost mwakiwa mwezi wa saba na wa nane miezi hii mm. mwezi wa tisa masika yanaanza, usipoangalia utasema mwakani tena mvua zimeanza kunyesha. Kwa sasa hivi kwenye, kwenye miradi yetu ya Njombe, mkandarasi anayekuja kufanya kazi Njombe amekubali mwambieni, lakini sisi huwa tuna masika kuanzia mwezi wa tisa mpaka wa tano. Utamaliza kwa wakati, kama huwezi kumaliza na masika inanyesha na mvua inanyesha, uondokage, ajue kabisa, hii mambo ya kusingizia mvua, hii mambo ya kusingizia nini ama mambo ya kizamani, na professionalism yenu ya uhandisi mnajidhalilisha Mi najua engineer ni problem solver, alipo na changamoto, engineer akiingia pale anafanya nini? Anasofa. cheni maneno maneno. Nisitaki maneno hapa, nataka mambo yatokee, mpambane <coughs> mhandisi, pambana na mtu wako, simamia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. <coughs> hey, Rais Samia ana imani kubwa sana na wahandisi wa ndani ana imani kubwa sana na wana Njombe, ndio maana analeta fedha nyingi, ili jengo hilo siku limekamilika hapa linaenda kubadilisha sura ya Njombe, kwamba ah, kumbe Njombe mambo yanabadilika, lakini huduma bora zitatolewa kwenye maeneo haya. Na niwaombe pia madaktari, majengo hayo yanapokamilika, wahudumu wa afya, madaktari, toweni huduma zilizo bora wahudumieni wagonjwa vizuri. Tuache lugha chafu. Mgonjwa akija pale lazima muwe na intano polisi yenu ya kwa kuhakikisha kwamba mteja akiingia pale ndani ya dakika mbili au ameshahudumiwa, anatoka pale ana furaha, anatoka pale ana amani, kwa sababu serikali ina imewapa vipaumbele kikubwa sana na zaidi sasa ya asilimia 95, madawa yote muhimu yanapatikana kwenye vituo vya afya yanapatikana, na tunao wataalamu hapa Kibena wa kutosha. Tukijipambanua vizuri kwa kutoa huduma zilizo bora, hakuna mtu sisi hapa, hakuna mtu ninyi wa kuwashinda. Issue ni customer care. Huduma bora kwa mgonjwa, mgonjwa anasikilizwa kwa wakati, mgonjwa anahudumiwa kwa wakati, sio kumchelewesha. Amekuja saa saa tatu akatoka saa nne akatoka saa tano saa sita saa saba akitoka pale amechukia, anasema nirudiki tena pale. Hmm, anasema mi sirudi, kwa sababu anakuja kutumia siku sikuz Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu awabariki sana. Asante sana.